Lakini sasa tunataka wakulima tu wahame kutoka kilimo cha kujikimu, kilimo cha kulima tu chakula, twende kilimo biashara, kwa maana tupate chakula cha toshelezi, lakini tuweze kufanya biashara na kukuza uchumi. Hilo ilikuwa lengo la kwanza. Lengo la pili ikawa ni kwamba, uh, kuiwezesha nchi yetu kuwa na chakula cha kutosha kwa maana ya usalama wa chakula na utoshelezi, kwa maana kwa Waingereza wanasema Food security and food sufficiency. Benki yetu ina dira ya kuwa taasisi bingwa ama bora ya maendeleo ya fedha kwa ajili ya mabadiliko ya kilimo nchini Tanzania. Aidha, dhamira yetu ni kuchochea mageuzi ya kilimo kupitia suluhu za kibunifu za mikopo ili kuendeleza minyororo ya thamani ya kilimo endelevu na shirikishi, kuchagiza kuaji wa uchumi usalama wa chakula na kupunguza umaskini. Tunataka kwamba ukiangalia sekta ya kilimo inasema zaidi ya asilimia 65 ya wananchi tumejiingiza kwenye kilimo kwa maana ya, ya ajira zilizopo sasa. Kwa benki peke yake moja, kilimo ni kikubwa sana, tunaweza tusikifikie sasa. Kuchagiza tukasema kwamba benki nyingi za biashara zina hofu kuwezesha sekta ya kilimo watakwambia sekta ya kilimo ina riski kubwa sana. E, tunategemea mvua, mara mvua inaweza sinyeshe. E, wanyama wameingia kwenye, kwenye mazao na kadhalika. Hasa benki tulichokifanya cha kwanza, tunadhamini wakulima ambao wanachukua mikopo kwenye benki za biashara na dhamana yetu inaenda mpaka asilimia themanini kwa maana kwamba leo hii ukitaka kuchukua mkopo kwenye benki ya biashara. Mojawapo uh, tunafanya na benki takriban 19. So unapochukua mkopo kule, sisi kama benki tuko tayari kukudhamini kwao. Tunawapa wale uh, nguvu kwamba watoe mikopo. Sisi itakapotokea changamoto, maana yake watakuja kuchukua dhamana ambayo sisi tumeiweka. Lakini cha pili tunaenda tunachagiza kwa kuwapa mikopo mabenki ya biashara, tunawapa mtaji kwamba tuna tunawawezesha wao waweze kwenda kuwezesha kwenye sekta ya kilimo. Tunasema wholesale lending. Cha tatu tunafanya kwa ushirikiano pale ambapo kuna mradi ni mkubwa, lakini tija yake ni kubwa kwa nchi, na tunaona benki haiwezi kutoa mkopo kwa kuiwezesha sekta nzima. Kwa tunasema, sasa tunaingia kwa pamoja, yeye awekeze kwenye nguvu mtaji, sisi tuwekeze kwenye uwekezaji kwa maana ya uh, capex. Hiyo ni kuchagiza. Lakini cha pili, tuna jukumu la kufanya utafutaji wa rasilimali. Uwezeshaji wa benki yetu unategemea serikali ya Tanzania, kama nilivyosema, tunamilikiwa na serikali kwa asilimia mia moja, lakini tunafanya uh, na wadau mbalimbali wa maendeleo. Kuna Benki ya Dunia, tuna Benki ya Maendeleo Afrika na benki nyinginezo pamoja na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunatafuta rasilimali. Toka kuanzishwa kwake benki hii imetoa mikopo ya takribani bilioni 63 bilioni bilioni 631.18 katika miradi 151 ambapo kwa mkoa wa Mwanza peke yake jumla ya shilingi bilioni 79.14 zimetolewa. Kwa hiyo zimeongeza thamani ya mazao ya kilimo. Fursa za mikopo kupitia benki ya TADB kupitia mradi wa kuongeza ajira kwa vijana, yani BBT bado zipo.